Neema ya Mungu inayotutoa katika vizuizi tulivyowekewa na adui. Somo letu masiku ya leo ya Ijumaa kuu tutakikita katika kichwa cha somo tunachosema neema ya Mungu inayotutoa katika vizuizi tulivyowekewa na adui. katika historia ya maisha ya mwanadamu kwamba aliumbwa na Mungu akamweka kwenye bustani ya Edeni, akampa kuitunza, na akampa kumiliki vitu vyote vilivyo juu ya uso wa dunia, na akampa mamlaka hayo. Lakini kwa sababu mwanadamu aliumbwa na anamkuta kwa maadui yake shetani iko juu ya uso wa dunia, hapo ndipo upinzani ulipoanzia, shetani kumwekea vizuizi mwanadamu huyu asiishi katika maisha ambayo mbili zilipangilia aweze kuishi. Kwa hiyo asubuhi ya leo na mchana walio tunavyokumbuka kuhukumu la kufa kwake Yesu Kristo tunasherekea kwamba Kristo alikuja duniani On a ariweka, payo, na, december, manadamu, manadamu, kwa kuondolea aina ya vizuizi sababu ya maadui aliweka kiwemo dhambi, wewe kuishi maisha ambayo mbingu zilipangilia niishi, na majuzi nilisema kwamba mwanadamu kwa mwanadamu alivyo kwa asili na uwezo alionao, hana uwezo wa kushinda shetani isipokuwa kwa sababu Padam, ya shetani na kumshinda. Lakini kwa historia ya mwanadamu na historia ya shetani huyu, tunaenda sana kama ni adui yetu shetani. Mbinguni anapajua kila kuwa na mbinguni, shetani anapajua na laaza vingine anajijua, na kwa kutenda kwake makosa atatupa hapa duniani

Aishi hapa duniani kasaliwa kama mwanadamu, kasaliwa kwenye hori la ng'ombe, kavaa mwili wa mwanadamu, kaishi hapa duniani miaka thelathini na tatu. Kajafika miaka y thelathini ya akabatizwa, akajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, akaanza kutumika kama mwana wa Mungu, kaishi maisha hiyo miaka thelathini na tatu kufika kumaliza kazi yake kwa duniani miaka 33 tu. Mwanaume aliyeruka duniani na kuikomboa kwa miaka 33 tu, na kwa muda wa miaka mitatu akaubindua umwe hasa. Leo ndipo katika misheni zake, kitu cha kwanza ni kuja kumkomboa wanadamu kutoka kutoka katika nguvu za Shetani. Kitabu cha Luka sura ya 19 na mstari wa 10, sura ya 19 nasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yeye yolagi mwanadamu aliyepotezwa na adui, rudisha katika viwango vyake, katika mikono ya Mungu na kumtoa katika mikono ya adui ambaye anamtesa na kumnyanyasa katika ulimwengu aliyopewa na Mungu kuutawala kumiliki kuja kutoa uhai wake kama fidia ya kutununua tena.